Wadogo wadogo nao, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update ya mama wa Karina. Amezungumza kuhusiana na mazito ambayo mwanaye ameyapitia, lakini pia vile vile kitu ambacho labda ulikuwa ufahamu ni kwamba mama mzazi wa Karina bwana, ameweka wazi kuhusiana na, e, mtu ambaye amemroga mwanae unaelewa kwamba ugonjwa wa Karina kumbe bwana ulikuwa ni ugonjwa ambao sio wa kawaida. E, ni kwamba alilala akawa anaota, na akaota wanawake watatu walikuwa wanazungumza naye wakiwa wanasema kwamba wanataka e, wamfanyie kitu kibaya na hawatomwacha salama. Umeona bwana, katika ndoto alikuwa anaota hivyo, kwa mujibu wa maelezo ya mama mzazi wa Karina. Ameyazungumza hayo, lakini pia akaendelea kwa kusema kwamba e, kwa mujibu wa yeye Alivyo, baada ya kuota hiyo ndoto, alivyoenda alimuita mama yake. Mama yake alimkuta mwanae alikuwa amesinzia pale sebleni. Kwa hiyo alivyoenda kumuuliza kuna nini, akamwambia kwamba eh, najisikia siko sawa eh, tumboni najisikia kama kuna maumivu. Kwa hiyo kuja kumwangalia ndo akakuta tumbo linavuja damu na kuna eh, wamemkata tumbo, liko wazi. Kwa hiyo aliyemkata tumbo alikuwa hajulikani. Kwa hiyo moja kwa moja wakampiga picha kutumia ndugu ndugu, akamwambia kwamba muwaisheni hospitali, wakampeleka hospitali, hospitalini ikabidi pia wapite pia wapite pia eh, polisi kwa ajili ya kutoa taarifa kuchukua PF3 na vitu vingine kama hivyo, a eh, lakini walikuwa hawana ushahidi na na wa nani ambaye amemfanyia hilo tukio, na wakawa wameshaelewa, walikuwa wameshaelewa kabisa kwamba pale ni mambo ya kishirikina. Na kwa mujibu wa vyombo vya dola huaga haviamini, havinaga ushahidi wa mambo hayo ya ushirikina, kwa hiyo hawa ndo hapo akaanza kupata matibabu, taratibu taratibu, lakini tatizo lilikuwa linazidi kadri ya siku zinavyozidi kwenda, kiasi kwamba mama mzazi wa hawa amesema kwamba mwanae mpaka alifikia hatua ya kutoka funza akiwa yuko hai anatembea, alikuwa anatokwa na funza tumboni wadogo wadogo wale weupe, kitu ambacho kilikuwa kimemshangaza; katika umri wake wote hajawahi kuona kitu kama hicho kikitokea kwa binadamu. Kwa hiyo moja kwa moja mama mzazi wa Karina ameweka wazi kwamba mwanaye amerogwa na waliomroga amewataja kwamba ni mashangazi, yani mashangazi ni dada wa, kaka, wa, dada wa mume wake ndio wanamroga Karina, wanataka kumtoa kafara. Hicho ndio kitu ambacho amezungumza, na pia mama akatilia mkazo akisema kwamba maana baba wa Karina alishawahi kuzungumza kwamba upande wa umamani huko kwa kuna hayo mambo ya kishirikina, kwayo moja kwa moja mama amepasua yai na kuweka bayana kwamba mashangazi ndiyo aliyomroga Karina. Ni mashangazi ambao wameona wana, yani wanataka kumchukua kafara. hawa wamesha, yeah, so hicho ndo kitu ambacho mama mzazi wa Karina ameamua kuweka wazi lakini pia vilevile vile ni kwamba wadau mbalimbali hapa wamekuja kuweka maoni yao katika comment section. na pia vile, vile ni kwamba kuna page nyingi tu zimeripoti kuhusiana na hiyo issue. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba, eh, mashangazi walitaka kumtoa hawa kafara. Lakini pia hapa kuna page nyingine wamesema kwamba bwana, mashangazi walitaka kumtoa hawa kafara. Mama mzazi ameamua kuweka mambo yote bayana mambo hayo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, unahisi kwamba kweli Karina alirogwa au la? Tutakuwa tukisoma na kuliplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.